Watu wengi tumekuwa tukifanya kazi hatuna matokeo. Watu wengi tumekuwa tukifanya mambo hakuna kinachoeleweka, lakini leo sasa Mungu amenipa tena ufunuo kwa ajili ya kuendelea na operation ya ndoto. Kwa nini? Kwa sababu maisha yetu imekuwa kwenye eneo la ndoto mm. na watu wengi tuna hatuna maarifa kuhusu eneo la ndoto Ndiyo. na usipoelewa masuala ya ndoto maisha ya mtu au maisha yako hayawezi kubadilika kirahisi. Mm. Na leo nitaelezea nita, nita, nita kitu kinachoitwa uh, madhara ya ndoto mbaya. Mm. madhara ya ndoto mbaya, yeah. Nilishaeleza aina za ndoto nikaeleza kwamba ukiota ndoto kama hizi utapata kuna dalili kama hizi, lakini leo madhara ya ndoto, unapoota ndoto mbaya, madhara yake ni nini? Mm. namba moja, husababisha, yeah, magonjwa yasiyokuwa na ufumbuzi kibinadamu au usababisha na magonjwa isiyokuwa na tiba. mm. Yaani kwamba unapoota ndoto mbaya inasababisha kuwa na magonjwa isiyokuwa na nini na tiba. Lakini jambo la pili, ufarakanisha ndoa. mm. Chanzo cha migogoro sana au chanzo cha ndoa ku au kuna mafarakano ya ndoa, chanzo kikubwa sana ni ndoto. Watu wengi hawaelewi kwamba ukiona watu wanaanza kuwaza swala la kuachana, familia kusambaratika, familia kuachana, mke na mume kuachana, chanzo kikubwa imeanzia kwenye eneo la ndoto. Lakini pia eh, madhara mengine ya kuota ndoto mbaya husababisha kifo cha ghafla au vifo vya ghafla. Nashangaa mtu anaota ndoto mtu amefariki ghafla tu, mtu anatokea anapotea na, na, katika mazingira ya kutatanisha, au aka ajali katokea mtu akapotea ghafla. Kwa hiyo sababu au madhara ya ndoto ni pamoja na kusababisha vifo vya ghafla au ma uh, kifo cha ghafla. Lakini kitu kingine husababisha umaskini iliyokithiri, yaani umaskini ambayo si ya kawaida sana, sababisha umaskini Uh, ndoto inasababisha umaskini, lakini kitu kingine usababisha vi, viungo vya mwili au kupoza, sababisha roho ya kupoza. Chanzo cha watu kupoza, utagundua kwamba imeanzia kwenye eneo la ndoto. Mtu ameota ndoto na akaanza kupoza taratibu, ameota ndoto, ameanguka, ameota ndoto eh, amegongwa na kitu fulani, na ikasababisha yule mtu kupoza. Lakini pia usababisha, uh, usababisha watu wachanganyikiwe. Chanzo cha watu kuchanganyikiwa ni kuota ndoto. Mtu ameota ndoto amenyolewa ame, nywele, ameota ndoto uh, vitu fulani fulani. Kwa hiyo sasa inasababisha mtu kuchanganyikiwa. Utashangaa kuna mtu ataanza kuokota vitu, anaweza kutembea uchi, anaanza kuna mambo yanabadilika ghafla, kwani kwa sababu chanzo ni ndoto. Lakini pia husababisha hasara unapoota ndoto usababisha hasara sana. Na niseme tu mfano kama kama kama kama na, hii kwani nasema inasababisha hasara, kuna watu kabisa Wamekuja na kesi. Kuna mama mmoja alikuja na kesi moja ambayo ilikuwa ni hatari sana. Mm. Yule mama ni mjamzito. Alipopata ujauzito sasa kaja anasema mtumishi wa Mungu, angalia yeye ameota ndoto anazini na mwanaume. Alipozini na mwanaume tu kwenye ulimwengu wa roho tayari ile mimba ikaharibika. Kwa hiyo inasababisha roho ya hasara. Lakini usababisha roho ya mikosi na balaa. Unapoota ndoto mbaya basi unasababisha roho ya mikosi na balaa. Lakini pia usababisha roho ya mitala kwa maana ya kwamba lazima utaoa mwanamke zaidi ya moja au kuolewa na kuachika. Uh, kinachosababisha hasa hasa ni ndoto. Lakini pia usababisha huduma kuharibika au kudumaa, au watumishi wa Mungu kuacha wito na kukimbia kabisa. Watu wengi wanakuwa wanaota ndoto lakini hawaelewi chanzo ni nini. Kwanini? Kwa nini usababisha huduma kuharibika na watumishi wa Mungu kuharibikiwa? Utashangaa mtumishi wa Mungu anashindwa kuendelea na wito na huduma. Kwa nini? Kwa sababu chanzo kikubwa sana ni ndoto mbaya. Mtu akianza kuota ndoto mbaya, mara yuko kijijini, mara yuko kwenye mashimo, mara yuko makaburini, lakini mara pia anafanya kazi au anapanda milima au anaota ndoto anafungulia bomba maji hayatoki. E, inasababisha sasa e, mtu kuharibikiwa, lakini pia Uh, umfanya mtu mwanadamu awe na roho ya kung'ang'ana ndoto inaweza kafanya. Madhara mengine ya ndoto inamfanya mtu awe na roho ya kung'ang'ana. Unashangaa unang'ang'ana sehemu moja muda mrefu, kumbe una maono makubwa, una kitu kikubwa, una kitu kizuri, lakini ndoto inasababisha maisha yako kuwa na roho ya kung'ang'ana. Unang'ang'ana, unang'ang'ana na una kitu kimoja muda mrefu, hauwezi endelea uwezi kwenda hatua nyingine, kwani? Kwa sababu unakuwa na roho ya fear, unakuwa na roho ya kuogopa. Hii kesi nimekutana naye last week, kwamba kuna mtu mmoja mtumishi, nimeajiriwa mahali lakini nikitaka kuacha kazi ili nifanye kazi zangu binafsi naogopa. Kwani? Kwa sababu tayari eh, nini chanzo? Ni ndoto. Ndoto inaweza kasababisha mtu aendelea kung'ang'ana, kutumikishwa, lakini pia usababisha huzuni isiyo koma yani, uzuni isiyoisha, uzuni usiyokoma lakini usababisha pia kufukuzwa kazi. Kishaota ndoto mbaya e, kinachofuata utashangaa, mtu ataanza kufukuza kufukuzwa kazi. Lakini nini cha kufanya sasa unapoota hizo ndoto? Namba moja kama unaota ndoto za kutisha, anza kuomba maombi ya rehema, kwamba mwambie Mungu sasa, naomba neema yako nisamee, pengine mimi ndo chanzo sasa da, ya kuendelea kuota ndoto mbaya. Lakini kitu kingine, ikiwa ni ndoto nzuri, ifunike kwa damu ya Yesu. Pia unaweza kaota ndoto nzuri, sio kila ndoto ni mbaya, lakini pia unaweza kaota ndoto nzuri, lakini hakikisha unafunika kwa damu ya Yesu. Lakini pia, ikiwa ni ndoto mbaya basi fanya maombi ya vita kusambaratisha na kuharibu uh, kila kitu. Mara nyingi nawaambiaga watu usilale na ndoto, kiota ndoto mbaya, tafuta mtumishi wa Mungu mwenye neema akutafsirie hiyo ndoto, baada kisha kutafsiria hiyo ndoto atakupa maelekezo, lakini pia atakupa maombi namna ya kushughulikia hiyo ndoto.